Ni Mungu atanena nawe, fungua kitabu, kitabu cha Hesabu chapter 21 verse number 5. Kichwa cha neno ni kukataa roho ya manung'uniko. Manung'uniko ni kitu mbaya manung'uniko inaweza kusababisha ukashindwa kufika mahali ambapo Mungu anakuandalia. Asubuhi ya leo nataka ujue ya kwamba ukiondoa manung'uniko utapokea baraka zako, utapokea muujiza wako. Unashanga kwa nini unashindwa kupokea baraka? Kumbe ni kile kinaitwa manung'uniko. A manu ukiwa na manung'uniko sikuenda kwa sababu, sikufanya kwa sababu hiyo, sababu tu, sababu tuingi itakunyima kupokea baraka. Manung'uniko ni moja ya maadui wakubwa katika maisha yako, katika malengo yako. Manung'uniko ni mmoja wa uharibifu katika maisha yako. Wale wana wa Israeli iko kwa Biblia, tasoma walinung'unika wakanung'unika wakanung'unika wakanung'unika mpaka wakang'atwa na nyoka. Baadhi yao waling'atwa na nyoka kwa sababu ya kunung'unika. Hawakufika mahali ambapo Mungu alikuwa nawananalio, labda ilikuwa ni nchi ya yenye maziwa na asali Kanaani, nchi ambayo kuna maziwa na asali na maji na vitu vyote vitamu, lakini hawakufika kwa sababu ya manung'uniko manung'uniko itakuzuia, kulalamika kwako ndio itakuvungia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kunung'unika kwako ndio itazuia upendo wa Mungu ndani yako. manung'uniko ni moja ya maadui wakubwa sana wa hatima yako. Kulalamika haiwezi kufikisha hatima, kunung'unika haiwezi kufikisha mahali Mungu anataka. Unajua ai, oh wale wana wa Israeli ama baadhi wa wale wana wa Israeli wakamwambia Musa, kwa nini umetuleta kwa nchi ambayo maji yenyewe ni machungu. Wakalalamika wakasema hii maji ni machungu, wakasema umetuleta mahali ambapo hatujazoea hii shida. Kubaliana na hali bila kunung'unika, pambana na hali bila kunung'unika. ile mapato kidogo uliyopata nayo Mungu hata kubariki nayo. Bwana Yesu asifiwe, yeah. Ni kwamba manung'uniko haiwezi kusaidia, manung'uniko inaweza kuangamiza badala ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana, yeah. Kulalamika haiwezi kufikisha kwa hatima yako. Oh my God, kulalamika itaweza angamiza kipaji ya Mungu, hata kama una vipaji rasilimali au upako mkubwa kiasi gani, au uwezi faulu ukiwa unanung'unika. Ukitaka kuamini, angalia watoto wale wadogo. Najua pale nyumbani kuna kila design ya mtoto uko na wale watoto wanalia, wanaibia chakula asubuhi, wananung'unika. Yaani, wale watoto wanalia tu ha utawaelewa, ni kwamba hawaezi nieba mtoto wa kumlilia chakula kila siku. Huyo mtoto hata kila kitu ni kulia tu, chai anataka umwekee kwa chupa, ah, ugali anasema hii ni kidogo na hawezi maliza. Yani kazi yake nikulia tu <laughs> kuna hao watoto anasema uniwekee chai kwa chupa mami, ukisha mwekea chai kwa chupa anataka Yo, nini chupa tufundiko umweke ile ninia aanze kunyonya ili isiishi haraka na araka watoto hao hao, hao, hao. Ukinunua ndizi ndizi mbivu ulete nyumbani ukimpea ile mtoto hiyo ndizi atalambaramba polepole, ama mandazi anakanyua ndio pole pole, pole pole, isiishi haraka, na ukiangalia hao watoto mili zao zimebanika. Manung'uniko kulilia ya mwenzako au chui, ni kwa njia gani Mungu aliwabariki? Mungu ametutoa kwa namna tofauti tofauti, amekutoa wewe ubarikiwe haraka. Sasa vitu zingine zi si mapepo, vitu zingine si kupambana ili kukemea, ni Mungu anaruhusu uchelewe kidogo, ili baada ya wewe kuja kufaulu utawaambia, manung'uniko ni mbaya, kwa sababu kwa kusimama pako Mungu atakuheshimisha. Ili upate ushuhuda wa kesho na kila jaribu unayopitia kwa maisha liko na ushuhuda wa kushuhudia wa wa yeah, kwa watu wa Mungu. Haleluya! Kwa hivyo manunguniko haiwezi kusaidia, haiwezi kuinua. Bwana, leo ondoa roho ya manunguniko. Ukiwa na manunguniko ndani yako hauwezi kuendelea, yeah. manunguniko ina kuzaa matunda popote unapokaa, unakataliwa kwa sababu ya kunung'unika kwako. Mungu anaangalia kitu iko ndani yako, aangalii manung'uniko iko ndani yako. Mungu anaangalia subira yako na uvumilivu ulio ndani yako. Watu wengi wamekwamia kwenye njia na wengine wakafia kwenye jangwa kwa sababu ya kunung'unika, wameshindwa kufika kwa nchi za ahadi kwa hatima zao. Ya ugonjwa mkubwa ya kunung'unika. Kunung'unika ni ugonjwa, kulalamika ni ugonjwa. Nimekutolea mfano ya watoto wa kunung'unika, kulia, kulilia chakula. Ugonjwa kipindupindu kija inawashika, unaona mtoto anaharisha kwa sababu yeye ni kulilia, ogopi chochote wanaisha siki sana kunung'unika ni kitu muhimu. Ni kitu ya kuogopa. Haleluya. Ondoa roho ya manung'uniko ndani yako. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisha ondoa roho ya manung'uniko, Mungu atakutumia. Ukitaka tu Mungu akutumie. Ukitaka Mungu afanye tu na wewe. Ondoa roho ya manung'uniko. Na Mungu lazima atakutendea. Unashindwa kwa nini siendelee? Kwa nini watu wanaendelea? Watu wengi wamefia kwa njia kwa sababu ya hiyo manung'uniko. Si kwamba una maadui, maadui wapo ili wakusogeze kwa malengo. Maadui wameandaliwa ili wanapokugonga unaingia ma maombi, wanapokuendea kwa njia mbaya unaingia maombi. Pambana sana, ukatae roho ya manung'uniko kwa sababu itamaliza gharama, itakugharamisha sana, itamaliza anointing. Number 4. Kunung'unika inanyonya mafuta ya Mungu ndani yako. Wewe, nung'unika tu nung'unika tu, sijaonekana, sijapewa nafasi. Hata kama upewe nafasi, we ambia Mungu tu, we ndo unajua. Hipo siku itakuwa natumika hata katika level ambayo sio hii. Hallelujah. Naye Mungu anakuandaa kwa ajili ya miaka mingi kwa sababu yako kusimama, pambana sana, uondoe roho ya manung'uniko kwa gharama yoyote ile. mahali ambapo unataka lazima ukatae hiyo roho, umwambie Mungu leo akatae kunung'unika, haiwezi kusaidia. Na kunung'unika nitawapatia hasara ya kunung'unika. Wale wana wa Israeli waliweza kumbana, na katika jangwa walikutana na mambo makubwa. Kuna mambo mazuri inaandaliwa kwa ajili yako, lakini hautaweza ya kuzipokea kwa sababu ya kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukinung'unika au kulalamika hutaweza kuliongoza kundi la Mungu, maana we unawalalamikia, hutanenepa. Mtoto ana anayenung'unika, unaona tu ana- anasema tu oi, hata sishibe. Unanga chakula kidogo, analia analia tu, na chakula yenyewe hata amalizi. Kunung'unika kuna hao watoto na hapa kanisani pia Ukiingia roho ya kunung'unika, hautaona mafanikio, hautafika mahali unataka. Kunung'unika na kulalamika haujawahi kuzalisha kitu chochote kizuri, isipokuwa inaleta hasara kubwa na nyingi sana, inaleta hasara na maafa. Bwana Yesu asifiwe. Oh, sijaonekana, jiandae sara tatu muhimu kama utaendekeza tabia ya manung'uniko ama kama utaruhusu tabia ya manung'uniko kuna asara tatu, kama, a, uta, kuna asara tatu pointi, vili ambayo itasababisha maafa. Fungua kitabu cha Hesabu ishirini na moja tano ili nisome hizo pointi. Unaponung'unika ama unaponung'unukia Mungu, yako mzazi, ndugu wako, rafiki, mchungaji, watoto, oh my god, kuna hao watu wa kunung'unikia watoto na kuwakemea na kuwaita majina machafu, wewe ni pepo, umefanana na baba yako, kwa sababu baba yako hana akili. Hayo majina, matamshi mnayopitisha kwa mnyakenu, itakuwa ni umeweka kwa watoto na itawaangamiza mtoto. Hakuna kitu na uzito kama kinywa cha mtu ama ulimi. Unapoambia mtoto kitu fulani, anabaki kuwa vile. Unashangaa mtoto wako anakaa namna hii mpaka anakuja kuvuta bangi, kumbe. Atutamkii watoto wetu mambo mazuri, tamkieni watoto mambo ya baraka, matamshi ya baraka, na uondoe roho ya manung'uniko hata mke wako ukimtamkia ma, mambo mazito machafu, lazima atakuwa hivyo. Wewe unakuja kanisani unaomba, unaita Mungu, kumbe umelaniwa na mume wako, umelaniwa na mke wako. Ukitaka mambo yaende sawa, furahia kule nyumbani. Ukitaka upenyo wewe, tengeneza kule nyumbani, kuwe na la uamani. Lakini kama ni kunung'unika usiku na asubuhi na jioni ni kunung'unika mpaka upate kitu, ni lazima mnung'unikiani, mangumi vita na kuongea mambo machafu ili muweze kusikizana. Ah, mpaka mkajiona, kasema nimeshajua, lazima tu nilalamikie ndio unipe ndio unisaidie. Mpaka usaidie mtoto, lazima umpatie majina machafu. Cha zingine, fundisheni watoto kuwa na subira, sio kumnung'unikia. Sa ingine, hata mimi nimejifunza kitu kingine. Mtoto anapolia mpatie kwanza muda, aliye mwache alie. Kilia unakimbia na rungu kuchapa. Ama mtoto anataka shilingi hamsini unampa saa hiyo hiyo, hata kama una pesa, maana mtoto anajua babake ni bilionea. Yeye anaamini kitu ya kwanza, babake ni bilionea. Na ndio hivyo unafaa ukae kama mtoto mdogo, sahihi. Ukiuliza baba kama huyu umwambie Ah, mtoto kuja, kwa naomba elfu naukiwa kwa mfuko atakwambia ama mfano umwambie naomba atakupa saa hiyo. Atakwambia, mwanangu, nenda uniombee Mungu. Alafu anifungulie milango na ako nayo, nenda uniombee Mungu, baadaye nitakupea. Niombe Mungu afungue milango ya pesa, nitawanunulia viatu. Hivi ndio baba wa ukweli anaambia watoto. Wezi, tuupatia mbulo pesa saa hiyo, namna hiyo. Huyu mtoto haujamfundisha kusubiri, lazima ufundishe mtoto wako wao. Hata atakilia chakula ikiwa jikoni, Mama, Mama, nipe chakula, analia kwa sababu napika chapati, anataka utoe chapati jikoni mboga, na unamukea mtoto, wacha alie, mfundishe mtoto kusubiri kijana subira na wazazi wake. Alipomaliza university, wacha nikupatie ushuhuda. Huyu jamaa akasoma class 1 akamaliza akaingia mpaka class 8 akamaliza akatimiza, akaendelea kwa masomo mpaka form 4 akatimiza, hajawahi tulia. Akitaka 500 mama ndio yeye, akitaka elfu thelathini tumerudisha hizo. Ndio hiyo na hawa watu ndio wanachoma shule. Sisi si, ndio tunasababisha mpaka kuchoma shule kule mashuleni. Watoto hawana shida. Sisi wazazi ndio tuna shida. Umuhimu wa kuogopa manung'uniko na kufundisha watoto subira. Wanaisha sisi sana. Wacha nikwambie jamaa huyu namjua sana. Alipomaliza university sisi hatujaenda hatuja atuko na hiyo ni new speed kulingana na vile tumeelewa. Jamaa kaenda university akamaliza alipomaliza shule yeye anajua tu akitoka atapata kazi ya serikali. Kwa sababu kufundishwa subira. Na kumbuka ile mama ambaye nimemsema, ataambia mtoto wake, niombee baadaye, niombe Mungu anifungulie huyo mtoto. Umemfunza vitu viwili, umemwambia umempa kwanza subira, ongojea ya pili, atakuombea hiyo ni kazi umempa. Ataingia magoti ya yani, hata baadaye atanamana atoe jasho ata, kwa sababu umemwambia niombe, hiyo ni kazi umempa ili uweze kukipata. Oh my God. Unaelewa? Kwamba mtoto huyu aliambia na babake niombe. Ukiangia ndani ya ndani mala tayari ya ngumu na huyu mwana lobia. Hata mimi nauza mzi leo. Mwambie mwanamke. Sieti mwanamke anataka kushuka ile saa hiyo sababu una pesa unampa. Mwambie niombe Mungu. Nikirudi jioni. Niombe tu Mungu. Na mimi najua ni pesa uko nayo. Lakini pesa umetenga baadaye utampe. Akasuke. Lakini mwambie niombe. Unajua, yeye atasema usijali Mungu tunayemwabudu atakupa hiyo pesa. Tayari ametamka kitu ndani yako na kitamka. Mungu anatenda kwa sababu anatii sauti kutoka ndani yako. Oh my God. Mungu anatafuta watu ambao hawanung'uniki. Watu ambao wanasua